Masta, akuoni i mapicha kwanza. Si hiko bie. Eh, maboro iko VIP. Eh, unaona je, ah. Ni picha kamaa kwanja tuoni mm.

Tu, tu hii picha tu kidogo kidogo, picha unajua, eti picha, mnaangalia mapicha, kuna kitu hamjui hapo. <laughs> <laughs> Busio sasa, wamepatikana wanacheza filamu mwezi leo. We enda ku YouTube uandike Lengo One TV. Acha Mungu. Huko <laughs> eh, ah, onesha kwa moyo. Vitu. Yaani ni wala mafilme hapa nikoonesha hata. Unaonesha kwanza bwana. Eh, ufa mbie uoneshe bwana. Iko iko sai kwa bia onesha mbio mbio. Kwa sababu na mimi ndapasha sukuma yako hata moyo hapa. Eh, telefoni tena. Simefika hapa na telefoni ba ndugu yangu. Ni basi. Ni. Haiko hii hey! Yangu inapotelewa. Telefone yangu nimefika nao hapa, nime mm. nime tu bon. Eske umefika na telefone hapa? Ngoja mi banani banani, nita kwanza ao ambo nikwye mbio mbio kukuya, sasa mimi nakuya.